Tatu na kumi na nane. Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa muda mfupi ameshafika vijiji elfu kumi na mia tano, amebakisha vijiji elfu kumi na mia tano. Piga makofi na kwa Rais, Daktari Samia Suluhu Hassan. Amebakisha vijiji elfu moja na mia tano. Ametuambia Wizara ya Maji wakati elfu mbili na thelathini na kwenda kuuzika Ki Matendo yanaongea daktari daktari wa Ma kuliko maneno. Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wa vitendo, tumpigie makofi mengi sana ametununulia magari katika vijiji vyote, kwa maana ya mikoa. Kila mkoa una mtambo wake wa uchimbaji visima. Anatambua yapo maeneo ukichimba visima hupati maji. Ametununulia magari ya uchimbaji wa mabwawa, anataka maji yasipotee, maji badala ya kuleta maafa yawe fursa, kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Rais, tumeshafanya hiyo kazi, tumeanza programu ya uchimbaji wa visima programu ya visima mia tisa. Nataka nikuhakikishie hii kazi tunaiweza, kazi ya kuhakikisha vijiji vyote vinapata huduma ya maji safi na salama tunakwenda kuimaliza mara moja. Piga makofi mengi sana kwa mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais, kwa upande wa mjini umetueleza wizara ya maji, watu wapate maji kwa asilimia 95, 2025, Desemba. Mpaka hivi ninavyozungumza leo Juni tumeshafika asilimia tisini na moja nukta sita. Mheshimiwa Rais, tuna miradi inayoendelea mijini na vijijini zaidi ya elfu moja. Kabla ya Desemba tutakuwa tumeshavuka asilimia tisini na tano na kabla ya Desemba tutakuwa tumeshavuka asilimia themanini na tano. Tumpigie makofu mengi sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, katika siku za maisha yangu nilizofurahi ni leo, kwa sababu umekwenda kuikamilisha ajenda ya ziwa Victoria, ajenda ya wabunge wa mkoa wa kanda ya ziwa. Ajenda yao kubwa katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ilikuwa maji ya ziwa Victoria yatumike kutatua matatizo ya wananchi. Mheshimiwa Rais, ukenda Kagera, wana ziwa Victoria lakini hawana maji. Mheshimiwa Rais umetoa zaidi ya bilioni thelathini na tatu. Leo watu wa Bukoba wanapata maji ya Ziwa Victoria. Ukaenda mkoa wa Mara, walikuwa wanateseka ziwa wanaliona hawana maji. Mheshimiwa Rais, umetoa bilioni 44, wana Mara, kwa maana ya Msoma, wanapata huduma ya maji safi na salama kutumia maji ya Ziwa Victoria. Ukaenda mbali, maji ya Ziwa Victoria yafike kwa baba wa taifa. Mheshimiwa Rais, zaidi ya bilioni sabini tumewekeza pale mradi umekamilika. Leo watu wa Butiama Mugango Kiabakari wanapata maji safi na salamu. Mheshimiwa Rais, kesho tunakwenda Mwanza, walikuwa wanatumia chanzo kimoja tu cha Capri Point ambacho kilikuwa kinazalisha lita milioni tisini, watu wameongezeka. Kesho unaenda kuzindua mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni sabini, lakini ukenda Geita, Mheshimiwa Rais, maeneo ambayo wana maji ya Ziwa Victoria hawatumii umetupatia bilioni mia moja na ishirini na nane. Mradi upo katika hatua nzuri. Wana, wana Geita pamoja na Chato wanakwenda kupata maji ya Ziwa Victoria. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwisho nataka niwaambie ndugu zangu wana Simiyu, nataka niwaache kwa kitu ambacho cha kisa cha Yohana. Yohana, Mheshimiwa Rais, aliwatuma wafuasi wake waende wakamtizamie masihi ndiye au wamtumainie mwingine? Mheshimiwa Rais, wafuasi wale wa Yohana wakati wakiwa njiani wengine walikuwa vipofu, wengine walikuwa viziwi, wengine walikuwa viwete, wengine walikuwa na ukoma. Walivyofika kwa Masihi, Mheshimiwa Rais, wale wafuasi walipona. Mheshimiwa Rais, wafuasi wakati wanamrejea Yohana, Wakamwambia sisi, hakuna wa kumtumainia. Sisi wa kumtumainia ni yeye Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wanasimiu, wakati anapopewa uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanasimiu na Watanzania walikuwa na changamoto kubwa sana ya maji, wanasimiu na Watanzania walikuwa na changamoto kubwa sana ya afya, wanasimiu na Watanzania walikuwa na tatizo sana la umeme wanasimiu wa Tanzania walikuwa na changamoto ya kilimo cha umwagiliaji. Wanasimiu wa Tanzania walikuwa na changamoto ya SGR. Wanasimiu wa Tanzania walikuwa na changamoto ya bwala Mwalimu Nyerere. Daktari Samia Suluhu Hassan, wa Watanzania na wanasimiu hawana matumaini mwingine, matumaini yetu ni wewe Daktari Samia Suluhu Hassan. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatuna matumaini mengine wana sisi hawana matumaini mengine, matumaini yetu ni wewe, Mheshimiwa Rais. Kazi ambayo umeifanya ni kubwa, kazi ambayo inaonekana kwa macho. Waheshimiwa wabunge wanajua leo kazi hii uliyoifanya, umeifanya katika maeneo yote ya Tanzania. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, mimi sina maneno mengi sana, nikukaribisha wananchi wa Busega, wananchi hawa wa Simiyu lakini pamoja na hayo, kwa hili ambalo walifanya la mradi la mkubwa wa zaidi ya bilioni mia nne arobaini, mheshimiwa Rais, sisi mheshimiwa, sisi tumekuandalia tuzo ya kuhakikisha ambapo unapokuwa ofisini unaona kazi kubwa na nzuri ambayo umeweza kuifanya katika eneo hili la Simiyu na wananchi wa Tanzania. Asante sana mheshimiwa

Busega, bsegaoye Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hasani oye, Tanzania oye. Karibu mweshimiwa rais. Asante sana, nashukuru sana weshimiwa, wananchi, tukae Busega oye. Oye, ebu vikundi vya masa vikundi vya masa nyama zeni, inataka kuona wanabusega wanabusega mikono juu, mikono juu, mikono juu, Busega oye! Mlimoa aya, asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Simiyu <coughs> Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso, waziri wa maji Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na uongozi wa CCM taifa, uongozi wa mkoa na uongozi wa wilaya ya Busega, lakini pia nitambue uwepo wa viongozi wengine wa vyama vya siasa ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, Mheshimiwa Manuel Mola, mwakilishi wa balozi wa Ujerumani nchini, lakini pia nitambue uwepo wa dada yetu Freya Negenborn, mwakilishi wa benki ya KfW nchini Tanzania, Mheshimiwa Jackson Kiswaga, mwenyekiti kamati ya kudumu ya Bunge maji na mazingira, lakini amewakilishwa na makamu mwenyekiti dada yetu Ana Lupembe, waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Simiyu na wabunge wa kamati, ndugu katibu tawala mkoa wa Simiyu, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa watendaji wa wa halmashauri, waheshimiwa madiwani, viongozi na maafisa waandamizi wa serikali, wazee wa Busega na machifu wenzangu Waheshimiwa viongozi wa dini mliopo nasi, contractors consultants and engineers, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Simiyu hoye! Busega hoye! Ndugu wananchi, awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutupa uzima wa afya njema Tangu tulipoanza ziara yetu katika mkoa wa Simiyu. Lakini tumshukuru pia kwa kutuwezesha kukutana hapa leo. Leo ni siku ya tano ya ziara yangu katika mkoa wa Simiyu na nimefurahi kurejea tena hapa Busega. Nimefurahi mliponipokea Nyamikoma wakati ninaanza ziara yangu. Mlinikaribisha kwa bashasha, dua na sala. Na ninashukuru kwamba nimeweza kurudi tena hapa Nyashimo ndani ya wilaya ya Busega leo, ikiwa ni siku yangu ya mwisho ya ziara hiyo. Waswahili wanasema mwiba unapochoma ndipo hapo hapo unapotokea. Kwa nami nimeingilia Busega, natokea Busega. Asanteni sana ndugu wananchi, ninayo furaha kubwa sana kuungana nanyi leo katika hafla hii ya uzinduzi wa mradi wa maji la Madi. Vijana wa Hamasa, naomba mtulie. Hamasa, naomba mtulie. Nasema ninayo furaha kubwa sana kuungana nanyi leo katika hafla hii ya uzinduzi wa mradi wa maji la Madi, pamoja na uwekezi, uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa maji unaohusiana na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi hapa mkoani Simiyu. Mradi huu na mambo matano makubwa. Kwanza, upatikanaji wa maji, lakini pili, kilimo na masuala ya ufugaji na uoto wa asili, tatu ni kuongeza uwezo wa wizara kiutaalamu na utendaji kazi, vifaa vya kutendea kazi, lakini nne ni mradi wa maji taka na uhifadhi wa mazingira. Ni wahimiza wananchi wa Simiyu kutoa ushirikiano wa kutosha kwenye utekelezaji wa mradi huu. Ndugu zangu, maeneo haya yamekuwa na changamoto kubwa au kubwa sana ya upatikanaji wa maji, ndio maana serikali imeamua kutekeleza mradi wa Lamadi ambao nimeuzindua hivi punde. Mradi wa Lamadi pamoja na huu niliyoweka jiwe la msingi hapa, kwa pamoja itaboresha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira katika mkoa wote wa Simiyu. Miradi hii itakuwa ni mkombozi mkubwa kwa wananchi wa mji wa Lamadi, Nyashimo, Bariadi, Liganga, Bilili sambamba na vijiji mia moja na tatu katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi huu. Na nimetaarifiwa kuwa baadhi yenu, ndugu wananchi wa eneo hili la Busega mmejitolea kwa hiari maeneo yenu ili kupisha utekelezaji wa mradi huu. Niwapongeze sana kwa uamuzi huo, na kwa kweli utachangia kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi huu, kwa sababu msingetoa maeneo haya bila masharti, mgetaka kulipwa, pengine mradi ungechelewa kusubiri malipaji ya fidia. Lakini kwa sababu mmetoa maeneo bila malipo, basi mmechangia uendelezaji utekelezaji wa haraka wa mradi huu. Lakini ndugu zangu wa Busega, huu ndio uzalendo na hongereni sana. Tunapokwenda kuendelea na utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi huu katika miji ya Maswa na Meatu, ni waombe wananchi wa maeneo hayo watoe ushirikiano kama huu waliofanya ndugu zao wa Busega, ili kuharakisha utekelezaji wa mradi huu. Ndugu wananchi, niwaombe muungane nami kuwashukuru wadau wa maendeleo ambao ni shirika la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi la Green Climate Fund au GCF na serikali ya Ujerumani kupitia German Development Corporation na yenyewe kupitia Benki ya Maendeleo ya Ujerumani ya KfW ambao wametupatia msaada huu na ambao wanashirikiana nasi katika utekelezaji wa mradi huu mkubwa kwa gharama shilingi bilioni mia nne na arobaini. Ujerumani oye oh yeah. GCF oye oh yeah. KfW oye oh yeah. Aidha ni washukuru Benki ya Uwekezaji ya Ulaya European Investment Bank na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD ambao wamegharamia ujenzi wa mradi wa maji ya Lamadi kwa gharama shilingi bilioni 12.83. Na wenyewe tuwaambie asanteni na tuseme oye oh yeah, tuwapige makofi mengi. To our development partners thank you you so much much, you couldn't have done much better

unajumuisha kazi zinazohusu kama nilivyosema awali, sekta ya kilimo, mifugo, maji na uhifadhi wa mazingira, lakini pia usafi wa mazingira. Niwakumbushe kuwa swala la uhifadhi wa mazingira ni msingi endelevu wa upatikanaji wa maji na kuwezesha shughuli mbalimbali za maendeleo kama kilimo, ufugaji, uvuvi, uwepo wa viwanda na utalii. Kwa muktadha huo, ninaagiza juhudi za kuhifadhi mazingira ziendelee kufanyika kikamilifu kwa kushirikiana na sekta zote, na kila sekta au kila wizara itimize wajibu wake. Ndugu zangu Wasukuma, nyi mahodari sana kukata miti. Unataka ukichunga ng'ombe wako huko, hapa umuone ng'ombe kilomita tatu lakini hayo ndiyo yametufikisha hapa. Niwaombe sana sasa turudi kupanda miti. Mradi huu una sehemu ya upandaji wa miti, una komponenti tano kama nilivyosema. Niombe, tekelezeni mradi huu kwa juhudi kubwa, ili mrudishe mazingira kama yalivyokuwa mwanzo na muweze kufaidika nayo. Ndugu zangu, Serikali imeipa kipaumbele sekta ya maji ili iweze kutoa huduma endelevu ya maji safi na salama pamoja na usafi wa mazingira kwa wananchi wote. Nafahamu sekta ya maji ni miongoni mwa sekta y muhimu katika kukuza uchumi na kupambana na umaskini nchini, ambapo maji yanapopatikana bila shida husaidia kupunguza muda wa wananchi kutafuta maji na badala yake kutumia muda huo kufanya kazi za kujiletea maendeleo. Vile vile upatikanaji wa maji safi na salama unapunguza wananchi, unawapunguzia wananchi matishio ya magonjwa ya toka nayo na, na ukosefu wa maji. Na ndio maana tunasema maji ni uhai, ni uhai wa viumbe wanadamu, lakini ni uhai wa viumbe wanyama. Kwa hiyo twendeni tukaukamate mradi huu, tutekeleze yaliyomo ndani ya mradi huu ili tuwe na uendelevu wa upatikanaji wa maji. Ndugu zangu, kwa mantiki hiyo nitumie fursa hii kumpongeza Waziri wa maji na timu yake kwa kazi nzuri wanayoifanya kuendelea na mipango ya kuongeza upatikanaji wa huduma za maji katika maeneo mbalimbali vijijini na mijini. Na ndugu zenu Awesu, nimemwekea wakina mama wawili, Mwajuma na mwenziwe, naibu katibu mkuu eh, hey, wakina mama hawa niliwaambia, nimeapa kumtua mama ndio kichwani. Waziri wenu ni mwanamme, nyinyi wawili ni mwanamke Nendeni kampeni nguvu, maji yapatikane Tanzania, na dada zenu hawa wameifanya kazi hiyo na maji yamepatikana kwa kiasi kikubwa ndani ya Tanzania. Kwa ukanda huu wa, wa, wa, wa kanda ya ziwa, naomba mkae kwa ukanda huu wa kanda ya ziwa peke yake karibu trilioni moja milioni mia nne zimetumika kuleta suluhu ya maji ndani ya kanda ya ziwa. Kila eneo la kanda ya ziwa maji sasa yanapatikana, na tunakwenda kumalizia kwa yale maeneo ambayo bado huduma haijafika. Kwa hiyo nawapongeza sana, uh, Waziri Aweso na timu yako. Jitihada hizi zimeimarisha hali ya upatikanaji wa maji safi na salama mkoa wa Simiyu kutokana kutoka wastani wa asilimia sabini mwaka 2020 hadi asilimia 83 mwaka 2025 maeneo ya vijijini, na kwa upande wa mijini kutoka wastani wa asilimia 84 mwaka 2020 hadi asilimia 91.6 mwaka 2025. Lakini kama mnavyojua, kuna miradi mingi bado inatekelezwa. Tutakapomaliza miradi yote, asilimia hizi zinakwenda kuwa pengine 100% ndani ya mkoa wa Simiyu. Niwasisitize wizara shirikiane vyema na uongozi wa mikoa pamoja na wilaya zote nchini ili kuimarisha utekelezaji wa mipango ya upatikanaji wa maji safi na salama. Ndugu zangu, vile vile serikali imefikisha umeme kwenye vijiji vyote hamsini na tisa vya Busega na mradi wa ujenzi wa miundombinu na kusafirisha umeme huo kutoka Busega na ujenzi wa kituo cha kupozea umeme hapa Simiyu vitaimarisha zaidi upatikanaji wa umeme wa uhakika na hivyo kupatikana maji kwa uhakika. Ndugu wananchi, serikali imeendelea kusimamia kwa karibu maendeleo ya sekta ndogo ya pamba. Katika ziara hii nilizindua viwanda vikubwa vitatu vya pamba katika mkoa wetu wa Simiyu. Nitumie fursa hii kuwaasa muendelee, mwendelee kuzalisha pamba kwa wingi ili tunufaike na ujio wa viwanda hivi. Na pale mwanzo nilisema uwepo wa maji popote pale unafanya uwepo wa kilimo kizuri, mifugo vizuri, viwanda viwepo, na sekta nyingine zinaleta maendeleo. Kwa hiyo uwepo wa viwanda hivi na vinavyokuja ndani ya mkoa wa Simiyu ni suluhisho la uchumi wetu, ni dalili kwa maji yanapatikana kwa uhakika, umeme unapatikana kwa uhakika. Hongereni sana wana Simiyu. Serikali vile vile. Serikali vile vile imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya mifugo Wakati wa ziara hii nilizindua kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo yetu kitaifa. Niwaombe mjitokeze kushiriki ipasavyo katika zoezi hili, ili tulinde afya ya mifugo yetu na kuiongezea thamani. Busega oye. Simiu oye. Ndugu Wanabusega, baada ya kusema hayo, niseme kwamba nawapongeza, nawapongeza Wanabusega kwa juhudi kubwa mnazoendelea kufanya katika kujiletea maendeleo. Nikiwa ziarani hapa, nimejulisha kwamba makusanyo kwenye halmashauri yenu yameongezeka, si makubwa sana, lakini yameongezeka. Kwa hiyo niwaombe mfanye jitihada ya kuongeza mapato kwenye halmashauri kwa sababu tunakokwenda na imesemwa hapa, miradi mingi kwa sasa tunafanya kwa fedha za ndani pamoja na misaada wanayotupa ndugu zetu wenzetu, uh, washiriki wetu, washirika wetu katika maendeleo. Kwa hiyo mjitahidi kukusanya mapato ya ndani ili mipango mingine ya maendeleo kwa wananchi iweze kuendelea. Nawashukuru tena wananchi kwa juhudi zenu katika kulijenga taifa letu, na ninawashukuru washirika wetu wa maendeleo kama ilivyosema, kwa kutunga mkono kwenye jitihada katika utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali. Na kwa kuwa ninahitimisha ziara yangu leo, nimshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa na sekretarieti yake pamoja Kenani oye, oye. Uongozi wa mkoa na wilaya hoye. Sasa namshukuru mkuu wa mkoa na sekretari yake na ofisi za wakuu wa wilaya kwa uratibu mzuri wa ziara hii. Nirejee kama nilivyosema jana, kuwashukuru wote walioshiriki kufanya ziara hii ifanikiwe kwa kiwango kikubwa. niwatakie wote <clears throat> lakini zaidi zaidi, na washukuru wananchi wa mkoa mzima wa Simiyu. Kila wilaya nilikokwenda, kila wilaya nilikokwenda, wananchi wamefurika, na haya ni mapenzi makubwa kwa uongozi wenu wa nchi, uongozi wenu wa taifa. Na washukuru sana ndugu zangu, niwatakie nyota ya baraka Mwenyezi Mungu awashushie baraka na washushie neema na asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaSimiyu usijasikia, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, Oktoba. Asanteni sana. Aya, makofi mengi kwaya ya maji kutoka Musoma, tuendelee wakati koswara